Tulikosana na mzee yule alikuwa alikuwa anakunyang'anya pesa? Kunichukua mali yangu tu hmm? kunichukua mali yangu ndio tukakosana na yeye. Ya, yote tu. Yote tu. <laughs> Mzee mwenye atakuja tutapendana. Mzee mwenye yeah? atakuja tu. hmm. hmm. <laughs> <Una uma vidole. laughs> Mwenye atapatikana tu mwenye atapatikana au nyingine, maybe asikuwe masikini sana. Unataka tajiri? Nataka mwenye ananipatia uweso wa fees vatoa yangu kwa. Unaitwa nani? Olivia. Olivia, umetoka wapi? Uganda. Ngapi? Niko na miaka h 9 robo. Unakaa wapi? Unakaa Parkland. Hello, ni Sentava mambo vipi? So guys maze, kaida yetu maze, tutasema ngawa sawa, wapatane wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani? So guys leo maze, nimejiona hapa na beautiful lady maze, alinbox akusinga, anataka mtu, unfortunately hajakuwa na majamaa bado, tukamwacha hapa na show tuone venye kuna eh, kunaenda bila kupoteza time, director zumua bwana. Ehe mambo poa, eh sauti kidogo mambo poa, eh. Kwa majina unaitwa nani? Olivia. Unaitwa? Olivia. Unaitwa Olivia. Olivia, umetoka wapi? Uganda. Yeah? Uganda. Wewe ni msewa mm, yeah? wa e. Uganda. Wewe ni msichana wa Museveni? Eh. Eh. Hapa Nairobi unakaa wapi? Parkland. Unakaa Parkland. Ehe. Angalia hapo kwa kamera, salamata nyumbani na lugha ya nyumbani. Mm. Lugha ya nyumbani. Mm. Uganda. Eh. Yeah. Mrembe. Eh? Mlembe. Ai, mlembe mlembe ni ukiluya bwana. Mlembe ni sisi Waluya bwana. <laughs> Wewe wewe, ni Muganda wa Muganda ama uko Kenya? Unajua kuna Wakenya, Kenya wako pale Busia, wanazongana na watu wa Uganda. Wewe ni Muganda? Mm. Salamato ile lugha ya Kiganda sasa, yani Kiganda. Wasi sotia. Eh? Wasi sotia. Wasi sotia. Hata mm. <laughs> sijui maana lakini ni sawa, acha tukubali. So yeah, Olivia, uko na miaka ngapi? Niko na miaka 39. Uko na 39 years eh? Hey, hey. Do you maybe a kid? Yes, uko na mtoto? Kijana? Msichana? Wasichana wawili? Wasichana wawili na wavulana wawili, eh yeah? Wasichana wawili na boys wawili. Oh, wasichana wawili, boys wawili. Uko na watoto wanne? Mm. Hey. Sasa fanya hivi Olivia: angalia kwa kamera, ambia aseme hivi: mbona uli ni box? Ndiko single, niko single. Ndiko, niko box? Ndiko single. Ndiko box ndio niko single. Eh? Niko single. Uko single. Uko single unataka mtu? Eh, yeah, nataka mtu. Umekuwa single mbe for long? 5 years. 5 years. 5 years bwana, pale Parkland ujao unatoka jamaa kanapita kakafanya. Wanakuwa lakini siwapendi. Eh? Wanakuwa lakini siwapendi. Eh, wanakuwa lakini huwapendi. Sasa fanya hivyo Olivia, angalia kwa kamera, ambia wase in your last relationship nini ilifanyika, ndio kesho ukipata mtu mwingine asifanye hiyo makosa. Tulikosana na mzee yule alikuwa ananinyang'anya pesa. Ulikosana na mzee yule alikuwa anakunyang'anya pesa. Mm. Anakunyang'anya anakunyang'anya pesa pesa aje? Kunichukua mali yangu tu. Hmm? Kunichukua mali yangu ndio tukakosana na yeye. Alikuwa anachukua mali yako. Alikuwa Uganda ama Kenya? Uganda. Alikuwa Uganda. So alikuwa anachukua wewe uko na mali? <laughs> Bana ni kutafuta tu hivyo eh, so ile unatafuta na anakunyang'anya mm, anakunyang'anya aje? Unge aenda polisi maybe? <laughs> Ah, ndijaribu lakini kashindwa. Hmm? Ndijaribu, ikashindwa. Ika, ikashindwa. Na huyo mtu ulimpata uko naye yani, e, mlikuwa mnakaa pamoja ama alikuwa anakaa kwako? Tulikuwa na yeye lakini mm, na mateso ilikuwa katikati papa yanga akakataa. <laughs> mm -hmm. So ni ile yeye ndio baba mtoto. Mm. Yeye ndio baba wa watoto wanne. Eh. So ile alikuwa na kunyang'anya mali yako ndio kaona iwezi. Sasa fanya hivi Olivia, angalia kwa kamera, ambia mm. <laughs> wase, unataka jamana kaaje? Yote mm -hmm. Yote tu. Yote tu <laughs> <laughs> Unauma <Unauma> vidole. <laughs> Guys, leo niko hapa na kazi. <laughs> Niko hapa na Muganda nakula vidole. Yaani wewe unasema mti yote tu mti yote tu ndio mugani? Haiko <laughs> yote tu. Eh? Mwenye atapatikana tu. Mwenye atapatikana. Hmm. Hmm. Hauna qualifications zingine, maybe hata qualification hauna, wewe unasema mwenye anapatikana tu. Lakini asikuwa hmm. anakunywa, akuwe mwenye anakopa wa Mungu. Mwenye mm. mm. mm. mm. Yeah. Guys, mazee, nukapa na Olivia Olivia yako shy shy shy na meogopa. Usi ogope. Hapa sasa, sunono ni director na mimi. Hapo uko safe sawa, mm. yeah. Guys, mazee, kama uko hapo inje eh, umebambika na Olivia Olivia metoka Uganda. Ako hapa Kenya. Untaka ni connect na nae, ni box hapa, whatsapp, 0795968188, enda. Ni pesa ndawa mazee. Ni mwono Olivia yako sawa. Ni connect na nae. Nitakureach out. Tuwana venye kunae Kunaenda Asikue msemu niko na 39, aongeza sauti eh? niko na 39, nataka msemu mwenye ako na 42, 45 years mm. mm. <laughs> koli zingine maybe mm. asikue maskini sana mwenye ananitesa. asikue maskini sana mwenye ananitesa, ni tesa. Unataka tajiri? Hapana lakini mm. Nataka mwenye ananipatia uwezo wa kutafutia fees watoto yangu. Mwenye ananipatia eh, nafasi ya kutafutia watoto school fees mm. Mm. So wewe unataka mtu asikoe sai. unafanya kazi gani maybe eh? sema asinioe sai mm, akuerete lakini tukue pamoja, ni anipatia uwezo wa kutafutia school fees akutafutie uwezo, mm. anipatie nafasi, mm. ya kukua na muwezo wa kutafuta shukuru fees ya kulipia watoto. Ndio maana nditaka wa Uganda eh? Ndio maana nditaka wa Uganda. Unataka wa Uganda, na ni saa hii tu umesema unataka mtu yeyote, tena wa Uganda? Wow, hapa hapa iko kazi. <laughs> Okay guys eh, kama uko hapo nje umebambika na eh, Olivia kuja tu mutahandle, mutahandle the situation, tuone rada ni gani ama ni aje eh, nipoa, iko sawa mm. <laughs> haya, any last, any last word maybe jambo lote la mwisho Nivo tu. Nivo tu. Guys, maze kama ukapo inje umepambika na Olivia nimepeana namba, kama hapa ni YouTube subscribe, kama ni Facebook, follow. Kama ni TikTok, follow. Thanks for watching.